Unakuta hatupati choo kila siku, gesi zinaendelea kujaa kwenye kuta zetu. Unajikuta sa nyingine, inaanza kutoa asidi zaidi, inaanza kula zile kuta, ukaanza kutengeneza vidonda katika kuta zako za utumbo. Sasa ukila hata chakula chako kizuri, there is no way kitanyonywa kwa sababu kuta zako za mfumo wa utumbo tayari ziko compromise. So unavyokunywa aloe vera gel asubuhi, na mara nyingi we recommend dakika 30, kabla ya kula chochote asubuhi Chukua chupa yako ya aloe vera gel, tikisa. Ukishaifungua unaitunza kwenye friji, unatikisa, mimina walau robo glasi, kuendelea kunywa kabla hujaingiza kitu chochote. Ikiingia kwenye utumbo wako inasafisha kuta zako, inasaidia kuondoa takamwili tunazozi accumulate takamwili za vyakula vibaya ambavyo tumevila hata jana yake. Kwao unavyoanza siku yako namna hiyo, inasaidia kusafisha mfumo wako wa utumbo, lakini hapo hapo inakupa faida nyingine nyingi sana, kuanzia kwenye kinga yako ya mwili.